Naitwa Sania Juma Keraweda, ni mkazi wa Goba. Mwanangu ni mwanafunzi wa madrasa ya Qurani, hiyo siku alienda msikitini. Anaitwa Sufiani Habibu Masari, hiyo siku alienda msikitini, na ni mtoto mdogo akiwa na miaka ishirini na tatu. Wenzake wote wameachiliwa, lakini yeye mpaka leo bado anashikiliwa, na ni mwanafunzi wa madrasa, ni mdogo ni mtoto ambaye hawezi hata kuongea, hawezi kujibu hata mtu, hata mtu kutukana mtu hawezi, lakini paka leo bado. Tunaomba msikie kilio chetu. Mheshimiwa Rais alitoa tamko wote watolewe, lakini cha ajabu wengine hawajatoka mpaka leo. Babake ametoka mkoani amekuja hapa, mzee wa watu wanaangalia mwanaye kwa mbali. Mama Samia na rais, saidieni sisi Naenda namuuliza mtoto, anakuambia shangazi, nilikuwa natoka tu msikitini, lakini wamenishikilia. Na kesi ni moja, wengine wameachiwa. Kwa nini kwani wanaendelea kuwashikia mpaka leo watoto wetu? Tunaomba, kesi ni moja. Kalikuwa kanatoka, natoka msikitini. Ukienda kukiangalia magereza, kinasema nilikuwa natoka msikitini, akijui hata uhaini ni nini. Naambiwa na uhaini, lakini hajui maana ya uhaini ni nini. Mtoto ananiuliza matu akajua chochote naomba ni msikie kilio chetu jamani. Kosa ni mmoja, wengine wameachilia, wengine bado <laughs> tunaomba tujue ni lini watatoka, ni lini watatoka. Kosa ni mmoja, lakini bado anashikiliwa, kaliu kanatoka msikitini. Jamani, mmoja unafanya kazi, tunasumbuka sisi mpaka sasa hivi <sighs> <sighs> watoto tunafuatilia mpaka sasa hivi hawajatoka. watoto wetu wametoka, watoto karibu ni elfu moja na lakini watoto wetu bado hawajatoka. Kwa sababu gani? Tunafuatilia, tunaambia tarehe tarehe, wana kesi gani? Kesi ndio hiyo uhaini. Mbona wenzetu watoto wenzetu wametoka? Eh, hey. hey. hey. kesi ya uhaini mama, sikasha samehe eh, leo mbona kesi bado inaendelea? Kwa sababu gani watoto wetu wako ndani mpaka sasa hivi? Hatuna laa hey. nao eh, na hawajakuta na kidhibitisho cha watoto wetu, wamewashia kwenye kazi, wanakwenye bajaji wanafanya kazi zao Eh? Leo mama akatoa ruksa watoto watoke, watoto hawataki kuwatoa nasumbua wa mara ndani mara nje, mpaka leo tunahangaika kila tarehe tunafika hapa kwa sababu gani? Sa, uh, eh? Tunamwomba mama watoto wetu watuachie, kwa sababu wengine mbona wameshatoka, hawa wanakosa gani? Wametoka karibu maelfu wazima, wanabaki yake 16, 16, 15, maana yake nini? Eh? anaitwa ana, Rajabu Machonjo, Rajabu Ahmadi Machonjo. Alikamatwa Buza, anatoka gereji, wameshushwa kwenye bajaji eh, ndiyo namtegemea kwa sababu hey, mi mjane, yeye ndio ananitafutia chakula mi nakula. Kwa nini mpaka sasa hivi uko ndani? Mi nitaishi vipi? Na ana mdogo wake anamsomesha eh. Mi naitwa Habiba Kondo.